Ah, Dim, shida nini? Mbona leo kinyonge? Sijakuzoea hivi. Nimezoea nikikukuta hapa uko vizuri. Leo nashangaa nimekukuta tofauti sana. Kuna nini mpaka upo hivyo, dhimu? Kwa ajua, mwanangu, siko sawa kabisa, hmm. Nahisi kabisa siku yangu ya leo ni mbovu mbovu mbovu hata pakazini. Kuna nini mpaka umesema hivyo, dhimu? Kuna mteja alikuja hapa sofa kama tano hivi. Mimi sioni kama kurudi nyumbani ni mchongo, kwa sababu katika maisha hakuna mwanadamu anayeweza kukuangusha kushinda maisha yanavyoweza kukuangusha kama hujawa makini nayo, kwa hiyo cha msingi tupambane, kwa sababu ishatokea. Amna namna mwanangu, na pesa ni nyingi ujue. <laughs> Sasa ndo ishatokea, utafanya nini eh? Maji yakimwagika yazoeleki. Kitu kitokea, una cha kufanya, ukibadilishe. Kwa hiyo mi najua bosi atakuelewa, naye ni mwanadamu kama wengine. Karibu. Ngoja basi nimusikilize mteja kwa Ah uh, pesa umeiona maana nimelipa kwa lipa namba hapa sasa hivi. Ah uh, usijali. Karibu sana. Ah eh? uh, nimependa huduma zenu. Ngoja hapa nimtafute baba. Haya uh, lete bajaji hapa kwa ajili ya kuchukua vifaa. Yeah, uh, okay sawa. Ni mwelekeza ni sehemu gani? Uh, mtamuelekeza aje mpaka Buzatanesco, afu atashuka mkabala na Sweet Kona tuko upande wa chini hapa. Ah uh, Sweet Kona. Yes. Okay, ngoja uh, nipige basi hapa. Karibu. Samani mara moja. Kama umepiga mle mle ka na, na, uh, na shida nazo yeah, na, uh, seti tunauza milioni mbili laki tano hapo. Hiyo milioni mbili mzee, laki tatu bei makosa. As umekuja kunipa change au naulizia kila kitu? Basi fresh kama unaona unaona kama una una shida za kuuza fresh basi hata. Ha? Oh ho. God have mercy upon <I'm> us. <busy> <laughs> <laughs> <laughs>

Mungu. Vipi mbona kama uko sa sana? Una shida gani? Mbona kama uko sawa? Ni kweli sipo sawa mke wangu. Unajua vijana wamekila sana siku ya leo. Ni mbona wewe mtu agada? Nimchukue mweko ofisini jambo litaenda. Na ngumeke na mwenzii kabisa ambaye rafiki yake uko kijijini. Wanatoka kijiji kimoja. Nikajua tunajua kazi utakuwa ni mzuri na ni mzuri zaidi ofisini kwangu. Nalikuta ujinga. Yani ningejua hata, ningefanya kazi na watu wote, singewajua kabisa. Mungu sipani ki bwana, wewe unajua tunapata nini. Alafu unaweza kupandisha pesa za bure mwanangu. Hebu fikiria, mke wangu. Tangu saa sita, mteja anapiga simu. Pia simu afike mbele. mm. <laughs> Ulikuwa wapi? Eh? Nakupigia simu simu zako hazipatikani. Hata nimwambie ukweli, huyu mani mjinga sana. Mlikuwa wapi? Wateja wanapiga simu sana, wanataka huduma mpaka naondoka. Kuna mangia wekeni nyie. Sasa shida nini? Siku ya leo mbaya wa fenicha zenye ubora wa hali ya juu fika kwa Haji Fenicha decoration . Location ni Buza Tanesco. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767784860. Karibu sana.